Hatimaye mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amefikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka manne. Kama mnavyofahamu, mheshimiwa Lissu alikamatwa jana huko Mbinga mkoani Ruvuma akiwa katika mikutano ya kampeni za kuhamasisha ajenda ya No Reforms, No Election, na baada ya kukamatwa hiyo jana alisafirishwa usiku kuletwa jijini Dar es Salaam ambapo leo uh, majira mchana alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa mashtaka hayo manne. Makala hii inazungumzia masuala tisa na hasa ni kuhusu huko kukamatwa kwake Mheshimiwa Lissu jana na hii kusomea mashtaka leo ikiwa pamoja na, na hili swala la uhaini lakini pia mtizamo mpana kuhusu mustakabali wa ajenda ya no reforms, no election. Uh, pia tutatupia jicho kuhusiana na genge la waasi wa G55 wa ambalo linahusishwa na hili swala la kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na mwishoni, tutaangalia mustakabali mpana wa siasa za Tanzania hususan kwa kuzingatia kuwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kuna uchaguzi mkuu, lakini pia kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa upande mwingine kunahusishwa na swala hilo hilo la uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kwa hiyo kuhusiana na hili tukio la jana, Mheshimiwa Lissu alikamatwa huko wilayani Mbinga mkoani Ruvuma baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara ambao ulikuwa unahusiana na ajenda hiyo ya no reforms no election. Baadaye alisafirishwa hadi jijini Dar na kufikishwa katika kituo kikuu cha polisi central na hatimaye kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo, huko mahakamani alisomewa mashtaka manne, moja likiwa hili kubwa la uhaini, pamoja na makosa mengine matatu ya kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo zenye lengo la kuchochea chuki na kupotosha umma. Kwa hiyo kwa mujibu wa mashtaka hayo ukiachia hilo la uhaini, um, mashtaka mengine ni kuchapisha taarifa za uongo kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka jana 2024 ambapo inadaiwa kwamba Mheshimiwa Lissu alidai kwamba wagombea wa Chadema walienguliwa pia kwa maelekezo ya rais. Pia serikali inadai kwamba Mheshimiwa Lissu alikuwa akijua kwamba taarifa hiyo ni ya uongo na ilikuwa na lengo la kupotosha umma na kuharibu taswira ya mamlaka ya juu ya nchi. Shtaka la jingine ni kutoa kauli ya kuhusisha polisi na wizi wa kura, ambapo inadaiwa Mheshimiwa Lissu alinukuliwa kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube akisema mapolisi wanatumika kuiba kura wakiwa na video. Kwa hiyo wanadai kuwa serikali imesema kauli hiyo ni ya uongo na ina lengo la kupotosha raia dhidi ya vyombo vya dola. Shtaka jingine ni kuidhalilisha mahakama, ambapo nadai kwamba Mheshimiwa Lissu alisema alinukuliwa akisema kuwa majaji ni mam hawawezi kutenda haki, wanapenda wapate teuzi na kuchaguliwa kwa majaji wa mahakama ya rufaa. Na inatuhumiwa kuwa hizi tuhuma alizotoa Mheshimiwa Lissu zilikuwa ni za kupotosha na kudhoofisha heshima ya mhimili mahakama. Kuhusu hili shtaka kubwa na zito la uhaini, wanadai kwamba Aprili tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Lissu alinukuliwa akisema, walisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko. Huu uchaguzi tutaenda kuvuruga kwelikweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Kwa hiyo wanadai kwamba kauli hii ilikusudia kuchochea umma kuzuia uchaguzi na kuhatarisha amani ya taifa, jambo linalokiuka sheria na kuhusishwa na uhaini, na kesi imeahirishwa mpaka Aprili ishirini na nne ambapo itatajwa na kutokana na uzito wa kosa hili, hiyo mahakama ilikuwa haina mamlaka ya kutoa dhamana. Kwa hiyo mheshimiwa Lissu atakuwa rumande mpaka hiyo tarehe ishirini na nne kesi itakapoanza kusikilizwa rasmi. Kwa hiyo uh, Chadema wametoa kauli ya kudai kuwa wanalaani vikali kuhusishwa uh, kwa mwenyekiti wao na kesi ya uhaini, na kudai kuwa ni kauli ya kisiasa. Wanaomba msaada wa kisheria ndani na nje ya nchi. Uh, kuungana na chama hicho kumtetea Mheshimiwa Lissu. Na Chadema walipanga kufanya mkutano huko uh, kwende mkutano huko Ruvuma uh, pamoja na mambo mengine kuzungumzia hilo tukio la kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu, lakini polisi walizuia mkutano huo. Kwa hiyo hili ni moja kati ya hayo tisa niliyokuwa nimeeleza kuwa nitayaongelea katika makala hii. Jingine Uh, la pili sasa ni kuhusiana na ukweli kwamba kama ilivyoelezwa katika uh, kama ilivyoelezwa awali kuwa kesi za uhaini huwa hazina rufaa, hazina dhamana uh, na uzoefu unaonyesha kwamba swala la uhaini uh, ambalo mara nyingi limekuwa likitumiwa na dola kukandamiza watu um, ni moja ya kesi ambazo ni vigumu hata kubashiri mustakabali wake uko kwa sababu adhabu yake ni kali, lakini kubwa ni kwamba dhamana haipo, na hii inaweza kumaanisha kitu kimoja kwamba kwa kuendelea kwa kesi hii, mheshimiwa Lissu anatarajiwa kuwepo ndani kwa muda mrefu, na huenda hata baada ya uchaguzi. Sasa hili ni hali halisi, lakini vitu vingine hutokea kinyume na hali halisi. Hii ni hali halisi kwamba mtu akifunguliwa kesi ya uhaini uh, matarajio ni kuwa atakuwepo ndani kwa muda mrefu, na kwa hiyo yamkinika kuhisi au kuamini kabisa kuwa kuna uwezekano mkubwa mheshimiwa Lissu kuwepo ndani hadi wakati wa uchaguzi au baada ya uchaguzi. Ikatokea huko mbele, tutaendelea kuyasikiliza katika uchambuzi huu. Jingine ambalo pia hili nalo ni hali halisi ni kwamba ajenda ya no reforms, no election ipo shakani. Kwa sababu gani? Kwa kiasi kikubwa ajenda nzima ya no reforms, no election ilikuwa ina revolve around Mheshimiwa Lissu. Hiyo si kusema kwamba viongozi wengine wa chama hicho walikuwa hawajihusishi na ajenda hiyo uh, lakini tunafahamu kwamba Mheshimiwa John Heche makamu wa mwenyekiti Chadema Taifa upande wa bara uh, Mheshimiwa Godbless Lema, Dr. Wilbrod Sla ni miongoni mwa watu waliokuwa wakishiriki katika kampeni za hii ajenda ya no reforms no election, lakini kuna changamoto kuhusu Chadema um, na hili sio pengine wakati mwafaka wa kuongelea, bado pengine, kutokana na udogo wa chama chenyewe, chama kina revolve around watu, unaona. Kwa hiyo uh, likitokea tatizo dhidi ya mtu fulani mwenye madaraka au mwenye ushawishi ndani ya chama hicho, athari yake inakuwa sio tu kwa mtu yule, bali pia kwa chama kizima. Kwa hiyo, pamoja na ukweli kwamba ajenda ya no reforms, no election, haikuwa ya Mheshimiwa Lissu peke yake, ilikuwa ni ya Chadema, lakini yeye yeah, alikuwa mhimili wa ajenda hii. Kwa hiyo, ya kwa hiyo yayumkinika kuhisi kwamba huenda ajenda hii kasinyaa. Kwanza, kwa sababu uh, ni wajibu sasa wa Chadema kushughulikia swala la mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Uh, kwa hiyo nguvu zaidi zitaelekezwa katika swala hili , uh, badala ya kuendelea na kampeni za hiyo no reforms, no election. Hilo moja, lakini pili, tayari jeshi la polisi limepiga marufuku; angalau mkoani Ruvuma kulikuwa na mikutano iliyokuwa inataka kufanywa kuhusiana na, na ajenda ya no reforms no elections. Uh, polisi wamepiga marufuku na wametamka kabisa bayana kwamba hawataki kusikia hiyo habari ya no reforms, no elections. Kwa hiyo kuna uwezekano mikutano ya Chadema ikazuiliwa hilo moja, lakini pia kuna uwezekano hata hiyo ajenda yenyewe ya no reforms no elections ikazuiliwa kwa sababu anadai kuwa um, inahamasisha wananchi kuto kufanya uchaguzi na pengine watu wengine wakazushiwa hizo kesi za uhaini. Kwa hilo jingine, ambalo ni jambo halisi, jingine ni hili la mikutano ya Chadema kwa ujumla kuzuiliwa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mikutano ikazuiliwa, lakini kingine ni kuhusu kundi la waasi wa G55. Unafahamu kwamba hawa ni wanachama wa Chadema ambao walijitokeza hadharani wiki iliyopita na kueleza msimamo wao kwamba wanaipinga hii ajenda ya no reforms, no elections wakitaka chama hicho kishiriki, na wakatoa tuhuma mbalimbali hususan dhidi ya Mheshimiwa Lissu, na nimeshatengeneza makala kadhaa kuzungumzia kuhusu hili. Kwa hiyo kwahiyo sinto rudia kuhusu hizo ajenda zao na hoja zao na nilishatanabaisha kwamba tatizo kubwa walilokuwa mlengwa mkubwa wa hayo madai yao alikuwa ni mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo, na huu ni ubashiri tu wa kiintelijensia, kuna uwezekano mkubwa wa ili kundi, na niliongea pia katika makala aloweka jana, kuna uwezekano mkubwa ili kundi ku make a move, na hii niligusia katika makala kwamba hawa watu dhamira yao ni kumpindua mheshimiwa Lissu, kumtoa mheshimiwa Lissu madarakani. Kwa hiyo sasa wanaweza kuona opportunity nzuri ya kufanya hizo jitihada za kumtoa Mheshimiwa Lissu na pengine kumrejesha Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa chama hicho ambaye anahusishwa na, na kundi hili japo hajathibitika, wakatumia njia za uchochoroni kumrudisha madarakani. Lakini ni mapema mno kuzungumzia kuhusu hili kwa sasa. Tuna focus kuhusu kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na mustakabali wa ajenda ya no no reforms no elections, kundi hili la G55 na siasa za Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo miongoni mwa matarajio kuhusiana na kundi hili ni kwamba watafanya uh, movement fulani na movement hiyo uwezekano mkubwa ni kushinikiza mabadiliko ya uongozi, kwamba kwa kuwa mheshimiwa Lissu hayupo sasa hivi, basi wako katika nafasi nzuri ya wao kujaribu kufanya hili au lile, ili kwa upande mmoja kushinikiza matakwa yao, ikiwa ni pamoja na hiyo suala so la kutaka kushiriki katika uchaguzi lakini pia uwezekano wa kutaka kushinikiza kuleta mabadiliko ambayo huenda yakalenga kumrejesha madarakani Mheshimiwa Freeman Boy. Um, jingine ambalo ni hali halisi ni kwamba hakutokuwa na maandamano, kwamba hawatojitokeza watu, sio wanachadema wala Watanzania watakaoingia mtaani kupiga kelele au kudai Lissu, asi, achiwe, au kudai Mheshimiwa Lissu aachiwe au kesi ifutwe, hilo halitotokea na tunasema hili kutokana na uzoefu wa huko nyuma, jisuliv, na hili lina impact. Na impact yenyewe ni ile niliongea awali kwamba kuna niliandika huko kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter na pia niliongea katika makala zilizopita kwamba kukamatwa kwa, kwa, kwa mheshimiwa Lissu na kuwekwa ndani kutatumika kama ajenda kwamba kama mmeshindwa kushinikiza mheshimiwa Lissu aachiwe, wa mnapata wapi jeuri ya kusema mtashinikiza watanzania wasipige kura. Kama mmeshindwa kushinikiza mtu mmoja aachiwe, mnawezaje kuwashinikiza watu milioni zaidi ya milioni hamsini, milioni sitini wa Tanzania washinikize nao uchaguzi usifanyike? Kwa hiyo ni kujaribu tu kuchanganya maneno ili kuwavunja watu moyo. Hii inalenga zaidi kuwavunja watu moyo, kwamba, lakini kweli bwana au ah, Chadema wanatuambia siuisijui sisi tushinikize uchaguzi usifanyike. Mbona wao wameshindwa wame kushinikiza wame mwenyekiti wao atoke? It makes some sense, lakini ni upuuzi to be honest. Lakini ndio hivyo, katika siasa mantiki sio muhimu sana, as long as watu wanaweza kukaa chini wakatafakari kitu kilichoongelewa. Kwa hiyo hakutokuwa na maandamano, sio ya Chadema wala sio ya Watanzania, wengine ambao pengine walikuwa na amini katika ajenda ya no reforms no election au wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Um, kuna uwezekano wa shinikizo kutoka nje, kuna Mheshimiwa Lissu amejenga mtandao wa kimataifa na ukaribu na nchi mbalimbali za kimataifa, kwa hiyo kuna uwezekano wa shinikizo, lakini bahati mbaya haya yanatokea wakati balozi wa Marekani ameondoka Tanzania. Inatarajiwa kupata balozi mpya kutoka Marekani, lakini ba, Marekani ya sasa hivi sio ile ya utawala uliopita, kwa sababu anafahamika, rais wa sasa Donald Trump yeye mwenyewe ni mtu mbabe. Kwa hiyo haitarajiwi kwamba uh, Marekani itaweka shinikizo kuhusiana na kukamatwa kwa mheshimiwa Lissu, sana sana labda nchi za Scandinavia ambazo huwa ni uh, zinajitokeza from time to time, labda umoja wa Ulaya pengine Uingereza. Kuna uwezekano wa baadhi ya hizi nchi kujaribu ku, kuingilia kati swala hilo, lakini hawa sio kutegemewa sana, kwa sababu kama unafuatilia kinachojiri huko Sudan, watu wanachinjana na kila kitu, lakini wako kimya. Ukifuatilia naendelea jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, mauaji yanatokea, maisha jinsi yalivyo, lakini hakuna kinachofuatilia. Ukiangalia nchi kama Libya. Kwa hiyo kuwatarajia sana hawa watu kwa kweli ni kama kujipa matumaini hewa. Um, na shuhudia yanayojiri huko Palestina, uh, yanayoendelea huko, na wapo kama wanaweza kuyanyamazia hayo hili kwao lina maana na kikubwa zaidi. Hao watu wanaangalia sana maslahi ya nchi zao, na kwa kiasi kikubwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umekuwa na mahusiano mazuri ya kibiashara na hizi nchi. Kwa hiyo wasingependa kuharibu mahusiano hayo. Hata hivyo inawezekana kukatokea shinikizo la aina fulani, japo sio la kujitegemea sana um, Sasa hili kwa sisi ambao tunajikita, kwa sababu kwenye mambo ya intelijensia tunajikita zaidi kwenye uhalisi kuliko vitu vya kwamba ina, inatarajiwa iwe vile. Ni muhimu kujikita kwenye vitu vyenye uhalisi. Sasa hili ni gumu kulizungumzia , lakini lina uzito. Mheshimiwa Lissu uh, Septemba elfu mbili na kumi na saba alimwagiwa mvua ya risasi. Na muda huo alipaswa kuwa marehemu. Tunamshukuru Mungu kwamba hakuwa marehemu. Lakini katika mazingira ya kawaida, shambulio la Septemba Uh, elfu mbili na kumi na saba lingeweza kumfanya kuwa marehemu, lakini akasalimika na mpaka sasa hivi ana risasi katika mwili wake. Kwa maana hiyo ni mtu ambaye alikutana na kifo akasalimika kimiujiza. Hilo moja. Pili, juzi hapa kulifanyika kampeni kubwa ya uchaguzi. Nyote mnakumbuka alivyochuana na mheshimiwa Mboe, na pesa ilitembea kubwa kwa sababu kwa mujibu wa taarifa, zaidi ya shilingi bilioni moja ilitumika kuhakikisha kwa upande mmoja mheshimiwa Lissu ashindi, kwa upande mwingine mheshimiwa Mboe anashinda, lakini hili ni kwenye uchaguzi. Hiyo pesa ilianza kusambaa kitambo kutengeneza wapiga kura katika huo uchaguzi mkuu. Kwa hiyo alianzia ngazi ya majimbo, ngazi ya wilaya, mikoa, majimbo, mpaka kufikia ngazi ya taifa, na kwenye jumuia hizo Bazecha, Bavicha na na bawacha kuhakikisha kuwa mheshimiwa Lissu anabanwa kila kitu, na lengo awali lilikuwa kumzuia asiwanie urais. Na aliposhtukia hiyo, ndio akaamua bora awanie awanie uwenyekiti, kwamba lengo lilikuwa ni uongozi, wakati wakati huo umzuia asiwanie urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo baada ya kubainia, kwa sababu bora ni wanie wenyekiti wa kwa sababu mtakuwa katika nafasi nzuri. Mara nyingi mwenyekiti anaweza kuwa ndio mgombea, kwa hiyo um, naye yaimkinika kabisa kusema kuwa mheshimiwa Lissu ameshinda uchaguzi wa Chadema kwa miujiza. Ilikuwa ni miujiza kwa sababu um, hujuma zilikuwa kubwa. Kwa upande mmoja zilikuwa ndani ya Chadema, hao watu waliopewa pesa na ndio hao G55, lakini upande wa pili kuna CCM, kuna kitengo na fedha ndefu ilimwagwa, wajumbe wamepewa pesa ya kutosha. Kibaya zaidi ni kwamba baadhi ya watu ambao karibu na mheshimiwa Mheshimiwa Lissu sasa hivi nao walipata fedha, lakini nasi tu ikawasu, ikawasuta au pengine ikawatuma wakaamua kuwa upande wao, na ndio maana hii kidogo ilikuwa inaleta atashishi kwa namna fulani kwamba kuna baadhi ya watu ndio wanaongea lugha moja na mheshimiwa Lissu, lakini inafahamika nao walivuta ile pesa inayoitwa pesa ya Abduli, lakini yakasalimika. Kwa hiyo yayumkinika kabisa kwamba hata hili akasalimika. Hata hivyo, kwa sisi watu ambao tunapenda kujikita kwenye, kwenye uhalisia uh, singependa sana kulitupia kulipa uzito hili kwa sababu ni kuishi kwa kutegemea kwa kutarajia miujiza na kuishi kwa kutarajia miujiza uh, sio pengine sio idea nzuri sana, lakini huwezi kuneglect Swala la miujiza linapokuja kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, mtu alimwagiwa mvua ya risasi 30 akasalimika. Hmm? mtu ambaye mabilioni alimwagwa dhidi yake kwenye uchaguzi na yeye hakuwa na pesa yoyote akaweza kushinda. Kwa hiyo hata hili anaweza kushinda. Nachoogopa kukiweka ili kwa sababu hizo intelligence, intelligence aitegemee miujiza, inategemea vitu halisi. Kwa hiyo hili la mwisho ni kitu anaita divine intervention, kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuingilia kati katika mazingira ambayo ni vigumu kuyaelewa. Basi mimi nitaendelea kuwaletea uh, chambuzi na kuupdate kinayoendelea. Asanteni na kwaheri.